Kungwi wangu, nilichokuitia mwali wako nataka kuolewa. <laughs> We, Wacha we. Na yule yule kimbaumbao mwingine, uyo huyo mwingine, vipi? Takutilia uchulo, huyo huyo kimbaumbao wangu, mnamta kimbaumbao yule. We mbamba wa reli, treni inapita, bibi. Sawa. <laughs> So, lakini umepata msimu mzuri sana we wa mavuno maana wakati huu utapata mizawadi utashindwa hata pa kubebea. <laughs> Basi na mimi nataka kufuata upepo huo oh, oh, huo wa mazawadi nitalifanya jambo liwe jambo kwa haraka. bah, mm -hmm. Sawa. Mimi niko free wakati wote ukiwa tayari, ah, mimi nipo kwa ajili yako. Kungu. Umesema wakati wa mavuno uja na maana wewe hujapata oda. Ah, ujapata oda. Ai, masaluni siku hizi mbona tuharibia shughuli zetu? <laughs> Hawali, bibi wanachukuliwa, anapelekwa kwa saluni, wanafanywa kazawa kazi laga, siku ngapi tu, akitoka hapo anaolewa kama kigori, mambo yote na maliza wa mm. Basi bibi, mimi wala sitaki hivyo. mimi ninavyotaka sasa, uh -huh, nataka unifunde kama mwali wa kizaramo upo? Ah. Eh.